Wapenzi, wadau wa Dar es Salaam, na kauli ni moja, e, nadhani kama wanachama kama mashabiki wa Yanga ili tunatarajia kutoka kwa viongozi wetu kwa sababu tumeamua kufanya mpira Tanzania iendelee hai. Kwa sababu gani? Sisi mashabiki wa Yanga na wapenzi wa Yanga ndio ambao tuliasili katika mchezo wa tarehe nane tulikata tiketi zetu tukachukua gharama zetu kaja uwanjani kilichotokea mechi saa nane inaghairishwa. Tukasema viongozi wakasema tupeni majibu ya mechi hii, kwa nini haichezi mpaka tukafikia kwenda kasi kasi, wakasema rudini nyumbani. Nyumbani hatuwezi kurudi, kwa sababu nyumbani dokisema hatusikilizwi, unarudi nyumbani kufanya nini? Viongozi tarehe tisa wakatoa tamko, dabi hii kama bado bodi ya ligi hamjajibu, hatuwezi kucheza. Tunashangaa wiki iliyopita, kumbe ambacho tutitia hapa ni kimekuwa bora zaidi ambacho kinaenda kuwa skendo kabisa ya mechi aaa, kama Yanga. Mimi nasema msimu yanga, yanga, yanga, ya ushindi wetu sio kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya MBC. Ushindi wa Yanga mkubwa kuta kucheza dabi ya tarehe nane ambayo imeahirishwa. Tukicheza tarehe nane dabi, maana yake tumefungwa, tumefungwa na bodi ya ligi. Kwa sababu si mechi yetu iliyobaki ndio hiyo tu sasa hivi na chesa na Simba, nasema mbili? Hivi bodi ya ligi ndio wanapanga mchezo au Simba? Sasa tuwatambui kwa sababu gani? Nakwambia walio wakakimbia mechi walikuwa Simba. Yaani waandishi wanataka kusema kweli, Simba ndo alikimbia mechi baada ya kutoji wao na majeruhi watatu, wakaona watafute sababu aje wa kufanya mazoezi, wakatoa jua kabisa Simba na Yanga kufanya mazoezi siku moja inakuwa nadi, inakuwa ni nyinyi ambaye ndio mliowazuia kwenda kufanya mazoezi. Ndio bodi ya ligi hii ijaje kutuambia kwamba Yanga ndio mlizuia kufanya watu kufanya mazoezi siku ya mchezo. Hili si tukubaliane na iko kitu, lakini hawaji kutuambia, wanatuambia tu kwamba mchezo upo, mchezo upo, mchezo upo. Sisi kama Yanga tumeamua, mchezo wa tarehe nane ambao ba... ulibadilishwa, uri... uri... uri... hatutacheza tena adabu yoyote. Kama viongozi wetu wametusikia kwa tunashukuru, viongozi wetu watuthamini. Ungalikuwa uongozi wa zamani, kwa sababu watuongoza ndio amua wanavyotaka wao, manake ili a ingalichezwa. Lakini viongozi wetu wametuambia wanaYanga Yanga, zungumzeni sisi hapa, tushatoa kilichobaki, kwenu nyinyi, sisi kama wanachama. Alafu nikwambie kitu kimoja, sisi na wale tofauti. Sisi Yanga ama tupe samani wanachama na mashabiki, sisi tunalipa ada ya mwezi kila mwezi, kila mwaka tunalipa ada ya Yanga. Alieleza ya kwamba licha ya kauli ambazo wanazozungumza, hatuchezi hatuchezi, hiyo ni juu yao, lakini sisi kama bodi ya ligi tumeshapanga tarehe rasmi ya mchezo. Unajua yule mzee, mimi nalikuambia yule mzee ndo haya anayafanya mambo siku zote, anazidi kuwa makubwa kwa sababu yeye anataka kulazimisha kwamba yeye, kwa sababu yuko pale, aendeshe vile anavyotaka yeye. Iko kitu akipo. Alafu wewe kama mwandishi, kwa uchukue ramani ya, ya Tanzania yenyewe ilivyo sasa hivi. Hivi mtu gani ambaye anapenda mpira maendeleo anakuambia dabi ichezwe? Kuna machawa watatu ambao wanasema kila siku kwenye medium dabi ichezwe, ichezwe. Sasa dabi haina uchawa hii, tumesimamia kwenye haki yetu ya msingi ambayo tunaiona kwamba sisi kama Yanga tumezulumiwa kwa sababu wale siku hiyo walikuwa wanakuja wanakuja kula tano wale, lakini mlienda kasi kasi iliwarudisha, eh, murudi TFF na bodi ya ligi ndio iamue, na yeye umepanga tarehe rasmi ya mchezo wenyewe, unaposema mchezo ni kama mnawashangaza watu kasi tuliwaelewa, walisema hivi, kwa sababu amuna majibu yote kutoka bodi ya ligi, rudini mukapate majibu ya kwa nini dabi yenu imehairishwa. Sianielewa, tulivyorudi hapa baada ya kusema dabi imehailishwa, hakuna kikao, imekuja ratiba hiyo. Ratiba acheze nani? Sisi Yanga hatuchezi kwa sababu tumeshasema tuchezi hiyo dabi, mpaka tupate kwa nini dabi ya nane hii ili hailishwa hasa. Majibu hayakuja tunachezaje hiyo dabi? Bodi ya ligi wakawakatalia, hatuendi kwa sababu tushajua kwamba pale ukienda balo yote kwa chini ya kabati, tunakwenda kufanya nini? Wewe ushajua balo yako ukifika kwa chini ya kabati, tunakwenda kufanya nini? Kwa tumeamua sasa, kama mbwayo iwe mbwayo, kama mbwayo iwe mbwayo, iwe mbwayo, hata tusema tena. Mzee mzee baka tungumza nyuma, nasema mpira uende mahakamani sijui nini, kwa sheria zake sheria saba za uwanjani zinaachwa, lakini bado wanachama kuamua kile ambacho tunachokiamini kama Yanga. Narudia tena, kama Yanga, ushindi wetu msimu huu sio ubingwa wa ABC, ubishindi wetu mwaka huu kutocheza adabi ya tarehe 8 15. Sisi washabiki wa Yanga ndo tunajua machungu ya ile mechi. Leo ile mechi ikichezwa, washabiki wa Simba tu wasemaje? Mmeona sasa, mbona ushindi hatutaki? Mmesema kwamba leo imetoka kauli hapo, ikionyesha kwamba Steven Mguto hana hadhi ya kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa sababu hana timu. Huu ni mwaka wa pili sasa. Amuoni, mmetumia muda mrefu kumkumbatia yeye akiwa pale baada ya adabu ya tarehe nane ndo mnaona madhaifu yake. Kitu itu, ndugu mtangazaji, hata ndani kwako unamke mingi, una mkeo unaishi naye unaweza kuwa na matatizo mengi unamvumilia, tafutia sababu gani ambayo huyu naweza likatoa kwa wazazi wake akajua mko wangu mtoto wangu ameachwa ame. Sisi sasa hivi tumeamua kabisa, kwa sababu mpia kwa shoa ujanja, tumeona tumepata sababu ya kusema, kwa sababu kilichofanyika kila mtanzania amekiona kwamba tukishikia pale, kila mtu anajua kwamba waliposhikia Yanga ni sehemu sahihi ya kuacha mke huyo. Kwa hiyo kama mkeo ulikuwa unamvumilia, apiki vizuri akogi vizuri apaka vizuri, lakini sasa hivi amepata kosa amefanya kosa kubwa kosa kubwa la kitandani, lazima umwache mwanamke. Hatuchezi bwana, imechie kumi e, na tano. Hamchezi na mchezo huo hamutambui. E, baada ya sasa ya mambo kumalizika na ikatokea bodi ya ligi imechukua uamuzi wa kuwakata alama, je, mtaanzia wapi na mtachukua hatua zipi? Nadhani mimi kama ukiniuliza, kama mimi ukiruta, kama mwanachama wa Yanga ambaye anaongoza tabli na wanachama ndani ya mia moja hamsini ambao wako wai Nimeshakwambia mara ya kwanza ushindi wetu Yanga sisi mwaka huu sio kuchukua ubingwa wa ABC wala kuwafunga Simba. Simba ndio wafunga wafunga goli tano Yanga sababu tufungwe, lakini kiongozi aondoke. Imejirudia ii dabi, hata akatambia daraja ya kwanza na ya tatu, ndio utaona kwa mara ya kwanza. Nyinyi waandishi mnafuatilia championship, yanga wanakwenda manungu, tunachukua gari tunakwenda kuisapoti. Nyinyi ndio mtazamaji mkubwa, tufuata yanga championship. Nakwambieni kama anaweza wanaweza ushadaraji washusha alafu waone kwamba sisi Yanga kwamba tunaipenda timu kuliko wanavyojua wao. Championship inakuwa timu ya kwanza kufanya msafara kwenda kuisapoti, endapo ikitokea hivyo, lakini najua haiwezekani kuhakikishia kwamba mpira wetu wa Tanzania utakufa sasa kwa namna hiyo. Kwani mpira tumeupandisha wenyewekwani mpira umepandisha nguto, tumepandisha mp wenyewe, mpira pia vilabu. Kwani kwani amepandisha mpira katika ngongo gani? Tumepandisha wenyewe mpira, ama kama tunaua wenyewe wao? Mpira umepandisha lini hasa? Tucheze dabi tuone, waupandishe kama wanaweza. Shukrani sana, asante sana.